Karibu katika episodi ya tano. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati baraka anaochomoa upanga wa mlinzi mbele ya wadada wa giza na kupatiwa vazi la dhahabu la kipekee la kivita. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Nitawaangamiza wote! Baraka, Baraka! Sasa, kabla sijaanza episodi ya tano, hebu kwanza laiki kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi nani yapi maoni yako? K okay, tuanze. Baraka akiwa amevaa suti ya dhahabu ya walinzi aligeuka kuwatazama wale dada wa giza. Wale dada walirudi nyuma kwa hofu, nuru ya upanga wa mlinzi ilikuwa inawaunguza magamba yao. Baraka, usituue, Shira alilia. sisi pia ni mateka wa Nkunda, alitugeuza kuwa mazimwi baada ya kumuua baba yetu mfalme wa kale. Baraka alishusha upanga wake. Sikuja hapa kumwaga damu isiyo na hatia. Kama mnataka uhuru, unganeni na mimi. Kwa mara ya kwanza katika karne nyingi, dada wa giza walikumbuka asili yao ya kifalme. Walinyosha mikono yao na kwa pamoja na Baraka waliruka kuelekea juu ya maji kama mishale ya nuru. Pale juu ya boti, malika Saladini alikuwa ameishiwa nguvu. Mkono wa Nkunda uliotengenezwa kwa giza ulikuwa unamkaba ko B cha usiku na mzee Kombo walikuwa wamefungwa na majini wa Nkunda. Mwisho wako umefika, Malika! Nkunda alinguruma. baada ya kukua, nitameza kisiwa hiki na kuanza utawala wangu wa milele. Ghafla bahari ilipasuka. Baraka alitokeza akiwa anapaa juu ya maji kwa kutumia mabawa ya nuru yaliyotoka kwenye suti yake. Alirusha upanga wa mlinzi kuelekea kwa Nkunda. Shii! upanga ulipita katikati ya kifua cha Nkunda. Nkunda alipiga kelele ya kutisha iliyosikika hadi mikoa ya jirani, lakini Nkunda hakufa. Badala yake alijitanua na kuwa mkubwa zaidi, akichanganyika na lile dudu la kale Kraken lililokuwa limeanza kuchomoza. Sasa adui hakuwa mungu tu, bali alikuwa ni mlima wa nyama giza na mikono mirefu iliyokuwa na uwezo wa kuiponda meli yoyote. Baraka, Malika, Mzee Kombo alipiga kelele baada ya kufunguliwa na dada wa giza. Kraken haiwezi kuwawa kwa upanga pekee. Inabidi muingie ndani ya moyo wake na kuvunja kito cha giza. Lakini kufanya hivyo, ni lazima nafsi mbili ziungane kuwa moja. Baraka na Malika walitazamana. Walijua hii ndiyo ilikuwa maana ya ule mkataba wa damu tangu siku ya kwanza. Hawakuwa wameunganishwa ili kutesana bali ili kuokoa ulimwengu. Uko tayari? Baraka aliuliza akimshika Malika mkono. Daima mpenzi wangu, Malika alijibu. Walijirusha moja kwa moja kwenye kinywa kikubwa cha Kraken wakipenya katikati ya meno yenye sumu na giza nene. Walifika katikati ya moyo wa kiumbe hicho ambapo walimkuta Nkunda akiwa amejishikiza kwenye kito cha giza kinachotoa mapigo ya moyo wa bahari. Mkunda alijaribu kuwashambulia kwa mara ya mwisho, lakini Baraka na Malika walikumbatiana. Upendo wao ulitengeneza ngao ambayo giza halikuweza kuipenya. Baraka alichomeka upanga wa mlinzi kwenye kito cha giza, huku Malika akimwaga tone la mwisho la damu yake ya kifalme juu ya upanga ule. Bo om! Mlipuko mkubwa wa nuru ya rangi ya zambarau na dhahabu ulitokea. Kraken ilianza kusambaratika na kuwa vumbi la baharini. Mkunda aliyeyuka kabisa, nafsi yake ikitokomea kwenye vilindi ambavyo hakuna kiumbe anayeweza kurudi. Lakini mlipuko ule ulikuwa na gharama. Bahari ilitulia, jua lilianza kuchomoza kwa mara ya kwanza likiwa na rangi ya dhahabu iliyokolea. Mzee Kombo, Bi cha Usiku na nahodha Shika walikuwa wamesimama ufukweni mwa Tumbatu wakitazama bahari iliyokuwa tulivu kama kio. Wameenda wapi? Zari ambaye sasa alikuwa amerudishwa kuwa binadamu wa kweli na ile nuru, aliuliza akilia. Mzee Kombo alinyoosha mkono kuelekea upeo wa macho. Hawajaenda, wamekuwa walinzi wa milele katikati ya bahari. Watu wanasema ukiwa na moyo safi unaweza kuona viumbe wawili wakicheza kwenye mawimbi. Mmoja ana suti ya dhahabu inayong'aa, na mwingine ni nguva mrembo mwenye taji la lulu. Hawako nchi kavu na hawako baharini, wako katika ulimwengu wa katikati wakilinda mipaka ili kuzuia giza lisirudi tena. Baraka na Saladini Malika walivunja laana ya mkataba wa damu na kuandika mkataba mpya, mkataba wa amani kati ya binadamu na bahari. Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa simulizi hii ya Saladini, nguva aliyetamani kuwa binadamu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu katika simulizi hii. Shukrani za kipekee sana ziwafikie mashabiki zangu popote pale mlipo. Niwakumbushe tu kwamba kaa tayari kwa simulizi mpya inayofuata ya jini Kabula kama nilivyowaahidi hapo mwanzo. Sasa hii ndiyo balaa zito, usisahau kusubscribe kwa maana mziki wa jini Kabula ni noma sana. Mtunzi na mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Na hii ni King Swahili Rikapu. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini uniambie kuwa umeionaje story na je, Jini Kabula nianze kuwaletea lini. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante sana kwa kuangalia.